Kuna hisia za ghadhabu nchini Somalia baada ya mtoto wa kike mwenye umri wa miaka minane ambaye alikuwa ametoweka kwa miezi sita kupatikana akiishi na mwanaume aliyesema kuwa ni mumewe. Msichana huyo aliripotiwa kutoweka na familia yake katika eneo lililojitangazia uhuru wake la Puntland Septemba mwaka jana. Miezi kadhaa baadaye, taarifa ziliibuka kuwa baba yake msichana huyo alimruhusu mtoto huyo aolewe na mtu mzima aliyeitwa Sheikh Mahmoud. Vikosi vya usalama vilizingira nyumba ya mwanamume huyo wiki iliyopita na kulazimisha kuingia ndani baada ya kujifungia chumbani na msichana huyo. Tukio hili limezua hasira kwenye mitandao ya kijamii na maandamano ya umma katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Pia imeibua mijadala mipya kuhusu sheria za ulinzi wa mtoto, kwani kwa sasa hakuna umri wa chini kabisa wa kisheria wa kuolewa. Kinachoshangaza zaidi kuliko mkasa wenyewe ni madai ya kutekwa nyara na ukweli kwamba familia yake haikuwa na habari kuhusu alikokuwa kwa miezi kadhaa. Fadumo Ahmed, mwenyekiti wa kundi linaloongoza na kutetea haki za wanawake wa Somalia, aliambia BBC, tunaamini taasisi zinazohusika kuchukua hatua za kisheria zinazofaa na zinazohitajika Kulingana na mjomba wa mtoto huyo, mwenye umri wa miaka minane 8 alichukuliwa kutoka nyumbani kwake katika jiji la Bosaso Septemba iliyopita na jamaa wa kike. Jamaa huyo alisema alikuwa akimsindikiza mtoto huyo safarini kwenda kuonana na mjomba mwingine, lakini miezi kadhaa baadaye video iliibuka mtandaoni ikimwonyesha msichana huyo akisoma Qur'an. Familia yake baadaye ilianzisha utafutaji wa mtoto. Haikujulikana kwa nini hawakufanya hivi mapema. Waligundua akiwa katika eneo la Kamo akiishi na Sheikh Mahmud. Sheikh Mahmudi awali alisema kuwa alikuwa akimfundisha msichana huyo Qur'an pekee lakini baada ya malalamiko ya kisheria kuwasilishwa, alibadilisha kauli yake, akisema alimwoa msichana huyo kwa idhini ya baba yake. Alivyoulizwa na BBC jinsi alivyohalalisha kuoa mtoto wa miaka minane Shekh Mahmudi alisema kwamba tamaduni za Mtume wa Uislamu Muhammad pamoja na zile za Shafii ziliruhusu ndoa za utotoni. Baada ya BBC kuhoji hoja yake, ikitoa upinzani kutoka kwa wasomi wengi wa Kiislamu wa Somalia, Shekh Mahmudi alishikilia kuwa hataiacha ndoa hiyo.